Jambo na karibu Teachkrest. Leo tunataka kufanya dondoo kutoka Bembea ya Maisha na inasema hivi: anachukua vidonge vya dawa na kuvimeza kabla ya kuketi kwenye kochi jipya. Weka dondoo hili katika muktadha wake. Haya ni maelezo ya jukwaa. Anayerejelewa ni Sara ambaye alikuwa akiugua. Alikuwa ni wakati wa alasiri, juu nyumbani kwake. Tambua aina ya taswira katika dondoo hili. Kuna taswira mwonjo pale ambapo Sara anachukua vidonge vya dawa na kuvimeza. Kuna taswira muono ambapo tunaona kuna kochi ambalo ni jipya. Pia kuna taswira mguso anapochukua vidonge vya dawa, na pia hiyo ni taswira mwendo hmm? anapo vimeza kisha kuketi kwenye kochi jipya. Eleza umuhimu wa umuhimu saba wa mandhari ya dondoo hili katika kujenga tamthilia. Umuhimu saba wa mandhari ya dondoo hili. mm -hmm. Uh, mandhari ya dondoo hili ni nyumbani kwa Sara na anajenga tamthilia ifuatavyo. Moja, yanatumika kudokeza wahusika kama vile Neema ambaye utasikia Yona akisema pumzike nini, mimi nilipumzika kumpeleka shule. Imetumika kwa ajili ya kudokeza wahusika wengine. Imetumika kujenga maudhui, maudhui kama vile migogoro aa, katika ndoa, kwa mfano baina ya Sarah na Yona Um, kwani Yona alikuja akapata chakula hakijapikwa. Mandhari haya pia yameweza kutumiwa kutupa sifa za wahusika kama vile Yona ambaye tunamwona ni mwenye kuzoa rapsha au ni mwenye kisirani kwa kiasi fulani, anapozamia jambo kwamba Sara anamchonganisha na wanawe. Uh, pia mandhari haya yameweza kutumiwa kukuza vitushi katika tamthilia nzima. Kwa mfano hapa ndipo uh, Yona kule mwisho anakuja kujuta uh, kuwa hakuwa akimsikiza mkewe na sasa shida imekuwa ni kubwa. Hapa ndipo pia wanakutana na mwanawe, japokuwa uh, ni sebuleni hivyo tunaona hilo linazuka. Pia imetumiwa kukuza mbinu ya dialojia, kwa mfano kuna mazungumzo baina ya Yona na Sara. Pia kuna monolojia ambayo ni mbinu imekuzwa kutokana na, na mandhari haya pale ambapo Yona anajizungumzia um, Kupitia kwa mandhari haya tunapata maudhui ya mabadiliko, kwani sasa Sara anakalia kochi jipya ikilinganishwa na hapo zamani. Uh, pia tunapata maudhui ya kazi pale ambapo walikuwa na wafanya kazi lakini wengine si waaminifu, mwingine aliweza kuacha kazi akiona kwamba kazi ni nyingi um, na pia tunaweza kuona kupitia mandhari haya tumepata uh, dhamira ya mwandishi ya kutoka kutuonyesha jinsi maisha yalivyo mzunguko. Pia imetumiwa kuendeleza sifa za wahusika kama vile Sara ambayo tunamwona ni mwenye bidii na pia ni mvumilivu, anavumilia licha ya changamoto anazopitia kwenye ndoa.